Katika lesson hii tutaenda kuangalia namna gani tunaweza tukafanya MySQL database setup ndani ya Django. Jina langu ni Mohamed Afdal Mohamed kutoka Soma Taaluma. Kama ambavyo tunafahamu default Django ikija moja kwa moja inakuja na database yake ya SQLite 3. Inawezekana ikawa nahitaji kuweza kufanya setup ya kuweza kutumia MySQL database ama kuweza kutumia Postgres ama Postgres SQL database na database nyingine mbalimbali, lakini katika kozi hii tutakwenda kukava namna gani ya kuweza kutumia MySQL database ndani ya Django. Same steps ambazo tutazitumia hapa ndizo ambazo unaweza kuzitumia kufanya configuration ya database ya aina nyingine. So, first inahitajika uweze kuinstall ile my client ama MySQL client ama tunasema ni driver kwa ajili ya hiyo database setup. So, tutakuja zetu katika terminal yetu moja kwa moja tutamwambia pip install my SQL client nayo tuweze kuisubiria iweze kufanya installation, lakini bahati mbaya au nzuri, katika kompyuta yangu tayari mimi ninayo MySQL client nishafanyia installation. Kwa upande wako, ikiwa kama hujafanya installation, basi nakubidi uweze kuisubiria iweze kudownload na kuingia. So tuta clear terminal yetu baada ya kuweza kukamilika installation ya MySQL client yako, tutaelekea moja kwa moja maybe hizi pages tuzifunge moja kwa moja katika uh, library system yetu, then tutaelekea katika settings moja kwa moja. Tukija katika settings, tunazo vitu mbalimbali humu katika setting kiviangalia, lakini kitu cha muhimu ama kitu ambacho tutakwenda kukiangalia zaidi kwa sasa hivi ni hii sehemu ya databases, kama ambavyo tunaiona katika database by default iko ni SQLite 3. It means tunahitaji kuweza kubadilisha sasa hivi na kwenda kuitumia uh, MySQL database. Okay, let's say hapa katika database zetu tsa, tuna default kama kawaida, tuna engine so instead ya kuwa django.db.backend.sqlite3 iwe ni dot moja kwa moja tuta convert itakuwa ni mysql. Then baada ya hapo tutaondoa moja kwa moja hii hapa. Katika name ya database yetu, moja kwa moja tutakwenda kupass, ambapo maybe tunaweza tukaita library underscore db, library underscore db then tunaweza tukampitisha um, user kwa ajili ya huyo database yetu. In this case atakuwa ni root. Vile vile tunahitaji kwanza kupass uh, password yetu, password ya huyo user ambayo hapa full colon itakuwa ni uh, ina depends na password ya database yako uliyoweka. So in this case, katika hii tutorial tutakuwa tunatumia hiyo hapo, lakini ukumbuke kwamba password ni very sensitive, hazitakiwi ziwe wazi wala hazitakiwi hizi. Kama hii mimi nime set makusudi kwa ajili ya kuweza kufundishia, kwa ajili ya iwe rahisi kuweza kufollow tutorials. Okay, so baada ya kuweza kuingiza password bila shaka tutahitaji kuweza kupas na hosti kama hiyo database yetu ipo online ama iko local. Kwa muda huu tutakuwa tunatumia database yetu ya local ya kawaida, so tutamwambia ni local host. bila shaka hiyo ni ndogo local local host local host okay, bila shaka nayo tutahitaji kuweza kutumia ama kumwambia port gani ya database ya kuweza kuitumia. By default MySQL database inakuwa inatumia ni uh, 3306 lakini kwa upande wa kompyuta yangu nina database mbili za MySQL ambazo zote zinafanya kazi, so at this time nahitaji kwenda kutumia ambayo nimefanyia configuration kwa kutumia 3307. Naomba nirudie tena, by default MySQL database ina run katika port ya 3306 lakini ndani ya kompyuta yangu nina MySQL database mbili ambazo zote zinafanya kazi same time. So moja inatumia port ya 3306 ya default, lakini ya pili inatumia 3307. So hapa nita specify 3307 kama ndiyo port ya database yangu. Then baada ya hapo nafikari, nafikiri itakuwa tumekamilisha so, think name ya database ni ile hapa, tatubidi tuweze kuingia moja kwa moja katika database yetu. So tutaingia katika MySQL yetu. Uh, okay maeskl zetu hapa okay, maybe tunaweza tuka Database. Uh, sorry. create database databasekending okay. Taatuksha create a database letu, so tukamwambia use, tukaprint system. So tukamwambia show tables. At this time hatuna kitu chochote so bila shaka itabidi tuweze kurudi katika terminal yetu, na tukarudi katika terminal itabidi tumwambie tena py manage.py make migrations okay. Kuna error, ametuambia kuna error sehemu gani? Maybe tui extend tuweze kuifahamu zaidi.

Katika library urls.py library, library, so we'll go up here library urls line number 2 from import import views here. Sawa, hapa katika line number 5, so line number 5 path hiyo hapo. So hii hey, imetuambia moja kwa moja kwamba import number 5 im.models import book mm -hmm. Mema imefanya spelling error katika faili letu la library views.py, so tukirudi katika views dot pi, mefanya spelling error so soku import huyu member hayupo, tuna member member. Okay, think kuna chingine baada ya hapo, katika line number 5 member. So import error, cannot import name member, alikuwa hayupo. Hiyo ndio ilikuwa error yetu. So now tunaweza tukaclear na tukarun again py manage.py make migrations No changes detected, kwa sababu hatuja change table yote, lakini tulicho change ilikuwa ni database. So tutamwambia pi manage.py, alafu tutamwambia migrate. Now anaanza kutengenezea table moja baada ya nyingine, kwa sababu zile table za awali zote zilikuwa zinarun katika SQLite 3 database, lakini sasa hivi tumeweza kuwa successfully kutumia MySQL database. So tukija zetu huku, now tukirudi, tumwambia ato show tables, automatic tunakwenda kuziona table zetu zote ndani ya database hii. Inamaanisha kwamba tumefanikisha kuweza kutumia MySQL database ndani ya Django, yaani tofauti na ile database ambayo inakuja nayo by default ya SQLite3 katika Django. So kutumia approach hii, kutumia steps ambazo tumezifuata katika lesson hii, unaweza ukazitumia kuweza kufanya configuration ya PostgreSQL database au aina yoyote ya database ambayo utakayokuwa unaitumia. Kumbuka tu ya kwamba tumebadilisha database, it means hata yule super user ambayo tulimcreate hata kuwepo tena kwa sababu database ambayo tunaitumia sasa hivi sio ile ambayo tulikuwa tukiitumia awali. It means unahitajika kuweza ku make migrations, unahitajika kuweza ku migrate, unahitajika kuweza ku create user. Same ikiwa kama kulikuwa kuna some information ama data ambazo zilikuwa zimo ndani ile database, uhakikisha kwamba unafanya backup vizuri kwa sababu utakapo change database, it means information zote utazikosa. Na hiyo ndiyo MySQL configuration katika uh, Django.